Kwa jina naitwa Mwajuma Selemani Mohamed maarufu kama Madam Nais Nice. Ah, leo nimechukua fomu ya kugombea jimbo la Korogwe Vijijini, kubwa lililo nifanya nichukue fomu kwa kweli nimevutiwa sana na kazi anazozifanya mheshimiwa rais Samia Suluhu Hassan kwa weledi mkubwa. Mheshimiwa rais Samia Suluhu Hassan ametuheshimisha wanawake, wanawake tumeonekana na thamani kubwa. Kwa hiyo kupitia yeye wanawake wengi tumepata mwamko wa kuja kuchukua fomu, na mimi mwenyewe ni mmojawapo wa wanawake ambao wanagombea katika jimbo la Korogwe Vijijini kikubwa ambacho naahidi ni kwamba nitatekeleza yale yote yaliyopangwa na ilani yangu ya Chama cha Mapinduzi, ambayo mengine yalishafanywa mazuri, lakini na yale ambayo yameandaliwa nitahakikisha kwamba kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo ni ya kitaifa, nitaiangalia kwa makini na nitaangalia vipaumbele gani ambavyo katika jimbo langu vipo ili kuvifanyia kazi, kwa sababu ilani imegusa mambo mbalimbali, yakiwemo ya kielimu, yakiwemo ya, ya, ya miundombinu hususani ya barabara, yakiwemo ya maji pamoja na afya kwa hiyo mimi katika jimbo langu nitaangalia ni vipaumbele gani vikubwa eh. Kwa mfano kipaumbele kikubwa katika jimbo langu mimi, hususani katika swala la miundombinu, barabara, stendi, ni vitu ambavyo vilifanyiwa kazi, lakini pale alipoishia mwenzangu, mimi naenda kuongeza nguvu zaidi. Alipoishia mimi napaendeleza zaidi, ili kuhakikisha kwamba wananchi wa jimbo langu hawapati tena madhira yoyote yale kwa namna yoyote ile. Lakini nikiangalia katika suala la afya, ilani yetu pia ina, imefafanua vizuri kwamba itakazia sana katika mambo ya afya e, katika kuongeza vituo vya afya, madaktari, manesi, dawa na vitu vingine. Kwa hiyo mimi kikubwa hapo pia nitakazia, taangalia sehemu gani ambazo nanihii zahanati hazijafika, nihakikishe kabisa hizi zahanati zimefika. E, maji safi na salama tunaona kabisa hicho kilikuwa ni kilio kikubwa cha kumtua mama ndo kichwani. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan alikuwa anahakikisha anamtua mama ndo kichwani na ni kweli amefanikiwa. E, lakini mimi nitaangalia ni vijiji gani ambavyo mpaka sasa bado havijafikiwa na hiyo huduma ili kushirikiana e, na Chama changu cha Mapinduzi na serikali yangu kuhakikisha kwamba hili tatizo tunalikomesha, sio tu kulitatua, tunalikomesha kabisa, inakuwa hakuna tena tatizo la suala la maji okay. Lakini tukiangalia katika masuala ya ajira, tumeona kabisa katika ilani yetu pia ya, ya Chama cha Mapinduzi imegusia suala la ajira. O, mimi nitakachohakikisha ni kwamba natoa elimu kwa karibu sana ya vijana wanawake, hawa wengi wanaogopa kwenda kuchukua ile mikopo ya serikali ambayo ina riba nafuu si kwa sababu hawana uwezo, hawana vigezo, ni kwa sababu ya elimu, uelewa wao ni mdogo. Wanahisi kwamba nikishachukua hizi hela mimi maisha yangu yatakuwa ya taabu, ya kujificha, kitu ambacho sio cha kweli. Kwa hiyo nitahakikisha elimu inafika mtaa kwa mtaa, mtu kwa mtu, kumwelimisha kwamba hii mikopo ni ya bei nafuu sana, ni ya gharama nafuu, na hii mikopo inasaidia kujikwamua kiuchumi. Kwa hiyo elimu hiyo nitahakikisha inawafikia vijana na wanawake waweze kutumia hizi pesa kwa ajili ya kukomesha umasikini, siyo tena kwa ajili ya kupunguza umasikini, bali kwa ajili ya kukomesha umasikini. Mimi naitwa Remigius Silas Mainde, ni wakili na ni kada wa Chama cha Mapinduzi. Kwa sasa ni wakili pia wa kujitegemea na nafanya shughuli zangu za uwakili katika kanda ya Ziwa, lakini pia scope ya uwakili ni Tanzania nzima, mpaka huku pia nafanya shughuli za wakili kichama. Ni wakili wa chama mkoa wa Mwanza. Nimeuiwa kuchukua fomu ya ubunge jimbo la Lushoto nikiwa mzawa wa Lushoto kutoka kata, kata ya Gare e, na kijiji cha Gare Umoja kwa maana kwamba katika mchakato huu watu wameamua kuchukua fomu wanaojisikia kwamba wanataka kutetea au kuchukua nafasi ya ubunge au kuomba ridhaa kwa wajumbe, hatimaye kwenye halmashauri kuu ya taifa kwa ajili ya kurudi katika kinyanganyiro cha kutukiwa ubunge jimbo la Lushoto. Ninayo mengi ambayo kwa sasa sina fursa ya kueleza, wakati ukapofika kama wajumbe watanipa ridhaa hiyo, basi watayajua na nitaeleza kwa kwa kina. Asante. Kilichonivutia sana kuchukua fomu ya ubunge jimbo la Lushoto kwanza, nimeona natosha kulingana na uelewi wangu, ni nafahamu mambo mengi, najua kwamba wananchi wa Lushoto wanahitaji maendeleo zaidi ya hapa yapo, lakini wanahitaji zaidi kusonga mbele, ili kuhakikisha kwamba tunapata maendeleo ya watu binafsi na maendeleo kwa maana ya Lushoto nzima kwa ujumla. Vipo vitu vingi ambavyo tunahitaji kuwa navyo katika jimbo letu la Lushoto. Nani Dr. Wemaeli Alen Chamshama. Mimi ni mzaliwa wa Lushoto, nimesoma Lushoto, nimekulia hapa pa Lushoto lakini kwa sasa nafanya kazi elimu Dar es Salaam. Kwa hiyo nimeona kuja nyumbani kwa ajili ya kuomba ridhaa wa ya wana Lushoto kupeperusha bendera ya maendeleo ya jimbo letu ili ku uh, kumpa support Mama Samia ambaye amepeperusha bendera kubwa sana ya maendeleo katika nchi yetu. Kwa hiyo na mimi kama mwanamke nimerudi nyumbani niombe ridhaa bwana Lushoto wa nipe nafasi na mimi nishike bendera hii ya Lushoto tuweze kuleta maendeleo mazuri katika maeneo yetu yote, tujenge Lushoto mpya yenye maendeleo endelevu. Ya niwashukuru sana